Hello, karibuni tena katika Hisabati Full TV. Leo utajifunza kuhusiana na mada inasema kutoa. Kutoa ni nini? Kutoa ni kupunguza kitu au vitu. Twende kwenye mifano yetu hapa ambayo nimeainisha. Mfano wa kwanza unasema vitu vitatu kutoa kitu kimoja. Unaandika vitu vitatu, moja, mbili, tatu Tumesema kutoa ni kupunguza. Kwa hiyo tunapunguza kitu kimoja kwenye vitu hivi vitatu, tunapunguza kimoja hapa, mbili. Wa pili unasema vitu vitano kutoa vitu vitatu, utahesabu vitu vyetu vitano, moja, mbili, tatu, nne, tano. Tutapunguza vitu vitatu, moja, mbili tatu, utabakia na vitu moja mbili, vitu viwili. Na mfano wetu wa mwisho unasema vitu sita kutoa vitu vinne, utahesabu vitu sita, moja mbili tatu nne tano sita, tutapunguza vitu vinne, moja mbili tatu nne tabakia vitu vingapi? vitu vi tandika hapa vitu vi. Kwa leo tuishie hapa, nadhani mtajikuta kuwa mmeelewa kusema ni na kutoa ni nini na mifano yake hii hapo. Usisahau ku comment ku like ku subscribe katika chaneli yangu hii mpaka vipindi vijavyo, asanteni.